Bwana Yesu asifiwe, Mwana wa Mungu. Shalom, uhuru wa Yesu, mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Niwakaribishe tena siku ya leo, tutafakari pamoja neno la Mungu kama tunavyolipata kitabu cha Mathayo mlango ule wa kumi mstari wa saba na wanane, nao nasema na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema ufalme wa Mungu umekaribia pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepata bure, toeni bure. Haya ni maneno, ni maagizo ambayo Bwana Yesu aliweza kuwapa wale tena shara wakati aliwatuma wakahubiri na wakahubiria watu Injili na kuponya watu. Leo neno la Mungu linatukumbusha kwamba huduma na karama ambazo Mungu ametupa ametupa bure pasipo kulipa gharama yoyote, lakini katika nyakati hizi ambazo tumeishi tunaona watumishi wa Mungu, sio wote, baadhi wanaanza kulipiza watu gharama na huduma ambazo wanawafanyia. Utasikia mtumishi wa Mungu mwenye milioni moja apite mbele mwenye laki tano mwenye laki moja yake wapite mbele ati kwamba hizi gharama ambazo hizi huduma ambazo wanapewa wakitoa hizo gharama watafanikiwa kulingana na gharama ambazo wamezilipa. Ndugu yangu, tusidanganyike. Injili ya Yesu haiuzwi, hailipizwi gharama yeyote ile. Yesu Kristo mwenyewe alikwisha kulipa gharama ya kutoa uhai wake pale msalabani tumekombolewa bure, pasipo gharama yoyote kwa neema. Kwanza hatukustahili tumehurumiwa. Sasa iweje leo watumishi wa Mungu wanaanza kuchaji gharama kwa watu ambao wanaenda kutoa huduma, mafungu mafungu? Ndugu zangu, na sisi ambao tunahubiriwa, hebu tusome neno la Mungu, tutoe muda wetu kujifunza neno la Mungu, tusome neno la Mungu, tusome Bibilia. Tutaibiwa mpaka lini? Kwa Mungu hakuna gharama, gharama yako ni kujitoa we mwenyewe na kujikana, kwamba mi nimekuja kwako e, Yesu mwana wa Mungu, nihurumie niokoe, mimi sistahili. Lakini unapoenda kwa mitume kwa nabii, unaambiwa toa gharama. Ah, huoni kwamba umeibiwa? Hebu tuzinduke, tuzinduke, tumelala, tumelala, tusiende kwa mazoea. Lakini pia tukiangalia kitabu cha Wakorinto wa pili mlango ule wa kumi na mbili mstari wa kumi na nne Paulo anasema hivi: Tazama, ni mara ya tatu ya mimi kuwa tayari kuja kwenu, wala sitawalemea maana sivitafuti vitu vyenu, bali nawatafuta ninyi, maana haiwapasi watoto kuweka akiba kwa wazazi, bali wazazi kuweka akiba kwa watoto Peutu. Petro na mtume Petro anawaambia, mtume Paulo anawaambia, sorry, mtume Paulo anawaambia wa Korinto kwamba hajaja kwao kuwalemea. Ni mara ya tatu amekuja kwao, lakini hataki kuwalemea, hataki kuwachosha na vitu vyao na mali zao. Anataka awavute wao waje kwa Yesu, wamjue Yesu, wamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wao wasitegemee sana mambo ya dunia hii, vitu ambavyo vinaharibika, vitu ambavyo vinapotea, vitu ambavyo kwa kweli haviwezi vikawasaidia kama hawatakuwa na Yesu katika mioyo yao. Amen. Na hata sisi leo hii jamani, tuhubiri injili bure. Na mahali pengine anasema hivi, haya mambo yote haya Paulo anasema nayahesabu kama ni mavitakataka Yani, jinsi ambavyo anatazama vitu vya dunia hii na namna ya dunia hii, anaona ni uchafu, ni vitu ambavyo havidumu. Kwa hiyo ni vizuri kumtafuta Yesu, ni vizuri kama umepewa huduma, toa bure. Sasa hivi mtu unaitwa njoo tusaidie, watu wengi wana hamu ya kusikiliza neno la Mungu, wanahitaji mtumishi na wao, una karama, tumekuona ni miongoni mwa watu wenye karama na watu wenye kipawa kutoka kwa Mungu, tufundishe Inakuwaje unaanza kutoa gharama? Mimi nataka nije na usafiri fulani, mimi nataka nilale hoteli fulani, mimi nataka nile chakula fulani. Wewe wewe, mpendo wangu, unanitazama, umefikia hapo, umesahau kwamba ulipewa bure, unasahau ulikotoka. Leo hii umepata watu wanakualika, alafu unaanza kudai gharama. Kumbuka umepewa bure, toa bure. Nina imani kabisa watu waliokualika wanajua kwamba watumishi wanakula madhabahuni na wanakula katika kazi yao, na ninaamini kwa sababu wamekualika, watakuandalia mazingira mazuri tu, kwa sababu wanajua na wewe, wana unahitaji kula vizuri na kula vizuri, lakini usipange gharama, usipange gharama, acha Mungu akuhudumie, wa wape watu uhuru wa kutunze namna gani, kwa sababu kufanya hivi unaweka vikwazo. Watu wengi hawata sikiliza neno la Mungu. Watakuwa nawaza tutamlipaje mtumishi, hatujapata sadaka za kutosha. Wanahangaika, mioyo yao haitulii, wakiwaza tutapataje hela ya ja kukutunza wewe. Basi kama umepewa bure, hebu semeni, mimi nakuja, lakini sina nauli, naomba mnisaidie. Wale watu ni waelewa wa wale watu wanaongozwa na roho Mungu, ndio maana wamekuchagua wewe. Basi naenda katumike, katoe huduma, waambie watu Ufalme wa mbinguni umekaribia, watu watubu, waache dhambi, wamtafute Yesu Kristo. Kufanya hivi utakuwa wamefanya kazi kubwa sana ya kueneza Injili, lakini kuwaleta watu kwa Mungu na kuwapa kile ambacho Mungu alikuwa amekusudia kuwapa kupitia wewe, mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Pamoja tufanye kazi ya Mungu, pamoja tumtumikie Mungu pasipo kuchoka. Mm. Mtume Paulo alikuwa anahubiri injili, lakini hakupenda kuwalemea wale aliowapelekea injili. Naye alikuwa na kazi zake, alikuwa anashona mahema eti ili kujipatia kipato. Kwa hiyo na sisi tujitahidi tusi tusiwalemee watu katika huduma zetu. Tumepewa bure, tutoe bure. Hebu fikiria, je, kama ungeweza kulipia gharama, ungeweza kulipa gharama ya huduma ulionayo wewe? Ni neema tu. Kwa hiyo umepewa bure Toa bure. Mungu akubariki. Pamoja tueneze injili mpaka mwisho wa dunia, ili Yesu atakaporudi, ili ufalme wa Mungu utakapokuja, tuwe tayari kuondoka na Bwana Yesu na tuwe tumefanya kazi yake kama alivyotuagiza. Mungu akubariki, tubarikiwe sote, tukutane siku nyingine. Amen.